Jamani ndinga zetu ndo kama hivi ziko tayari kwa ajili ya mtoko wetu. Jamani tukutane location. Mambo ni mazuri, mambo ni mengi na nitakuonyesha vitu vingi leo katika mtoko wetu na Msasa Media. Tumeshafika hapa Asla Miyogo na wenzangu ndo kama hapa, mambo nzima. Unaitwa nani? Na Patrick. Unajisikiaje kutoka na hawajawahi kufika. Kitu gani ambacho unatamani leo kukifanya hapa aslimio ha? Kula samaki <laughs> Hi, Hi. Mambo poa mzima mzima kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Agricola. Agricola nani? Tarimo. Unajisikiaje kutoka na Msasa Media? e, najisikia vizuri sana. Kitu gani ambacho kwanza ushie kufika hapa ndo mm, mara ya kwanza? Ndo mara ya kwanza kitu gani ambacho kilikuvutia ukasema mimi yani nataka ni shiriki challenge ya Msasa Media alafu niweze ni, ni kutoka na Msasa Media? Nilikuwa natamani kukutana na nyie, pili nifike nione kitu ambacho jambo lenu mnaenda kulifanya Msasa Media Msasa Media upa. Msasa Media Msasa Media Msasa Media. Awali ya yote nichukue nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zangu wa mashabiki zetu ambao tumeweza kuungana siku ya leo pamoja katika mtoko wa Msasa Msasa. tuna utaratibu kila baada ya miezi sita tunakutana yani, mwezi wa sita na wa kumi na mbili kwa ajili ya kufanya tathmini ya vipindi vyetu, kazi zetu kwa ujumla. Lakini mwaka huu tukasema hapana, lazima tuungane na nye mashabiki zetu, kwa sababu tuko ofisini kwa ajili yenu, na nyie mpo mnafuatilia ili mpate vilivyokuwa bora. Kwa hiyo tunaweza tukasema nyie ndio mnatuweka sisi mjini, kwa tukasema mwaka huu lazima tuungane na nyie, ili basi kuweza kuwa pamoja katika hafla fupi ya kufurahi pamoja kwa sababu mmekuwa mkitusapoti, mmekuwa mkituunga mkono na kila siku chombo chetu kinazidi kukua njeni. Kwa hiyo ni lazima turudishe shukrani hizi. Kwa hiyo yeye ni kwa niaba tu ya mamia kwa maelfu ya wengi ambao wanatufuatilia kwenye mitandao, mamilioni wengi ambao wanatufuatilia kwenye mitandao. Nimekuwa wawakilishi watatu, lakini utaratibu utaendelea kuhakikisha kwamba mashabiki wetu kwa ujumla wanaendelea kufurahia na kupata kile cha bora. Lakini pia timu Msasa uh, tunakaa sana ofisini muda mwingi ama kwenda kwenye matukio kwenda kwenye place, kutafuta kazi na kadhalika. Hatupati muda hata wa kurefresh, ndio maana leo uongozi ukasema hapana, tupate nafasi ya kwenda beach tukarefresh. Miezi sita hii ilikuwa mikiki, mikiki mingi, na ndio maana leo tumekuja kujumuika na wadau wetu hawa. Kwa niaba ya uongozi mzima, unawashukuru sana na unasema utazidi kuwasupport na unasema utazidi kuhakikisha unapambana kwa namna yote ile ili kuweza kufikia malengo, au sio jamani? Hey, na mwisho kabisa nikiwa naelekea mwisho mwisho naweza nikasema bosi amefurahi, kwa hiyo bosi akifurahi tutaokota leo. Au <laughs> sio? Aidazadnaanyama ya tini zima ya Msasa nasema sisi tucheke kidogo hapa, maji ya kunywa. Sawa jamani, sisi pamoja na wafamilia wote tunakuja kuenjoy lakini pia wana familia yetu tunaomba mfikishe salamu, mkawe mabalozi wetu, mkawape watu habari njema za Msasa, wafuatilie, wasubscribe YouTube, watu follow Instagram, watu follow kwenye Facebook, watu follow kwenye TikTok. Kote huko tunapatikana kwa jina la Msasa Online. Kwa hiyo tunatumaini mtaenda kwa mabalozi wetu, mtatangaza, kukutana na mtu yuko na smartphone, mtambulishe kuhusiana na Msasa Online. Sawa jamani. Tunashukuru sana tukiongeza wanafamilia wengine sawa. Asante e, sana. Namkaribisha wa kwanza kufungulia dimba ni mwanafamilia wa Msasa anaitwa Tekla, karibu. Ah, kwanza nimejisikia furaha sana, nimeenjoy, nimefurahi kwa kweli. Kwa vitu ambavyo ulikuwa unaviona na leo umeona watangazaji, umeona wazalishaji wenyewe, umejisikiaje hasa? Kwanza sikutegemea kukutana na wazalishaji aa, watangazaji wa Msasa Media. Media zipo nyingi, lakini nipende kuambia Msasa iko tofauti kidogo e, yani mko tofauti sana, niwapongeze kwa hilo kuna cha utofauti labda chochote unasema? Mm, hapa ah, cha utofauti kipo kikubwa tu. Cha kwanza nimepewa zawadi na Msasa e, hii ni siri yangu, lakini kama wengine watajiunga na Msasa watafuatilia Msasa ntawapa siri. Hii ni siri gani? Nimefurahi sana cha kwanza kabisa, nimefurahi kukutana na wewe unayetutangazia Msasa facts. nilikuwa na kuona, na kuona kwenye mitandao ya kijamii basi hatimaye nimekuona, na pia nimefurahia kukuuliza, nimefurahia kupata majibu. Ni kwa namna gani mnafanya ile Msasa facts? Nilikuwa najiuliza namna gani utaweza kupata ukweli kutokana na baadhi ya taarifa. Namshukuru Mungu umeweza kunielezea, na nimefahamu namna gani mnazopata Msasa facts. Kitu gani hasa kwenye mtoko mm, tumefika Slemogo, kitu gani ambacho umekifurahia sana? Nimefurahia challenge tuliyoifanya ile ya kuhesabu ya kuchukua vinamba. Ni challenge ambayo ni nzuri katika akili, ambapo inanielekeza kwamba sio kile anachokitarajia, siwezi kukipata kwa wakati huo huo kwao, nijaribu nijaribu na nijaribu, nijaribu mpaka pale nitakapokipata kile anachokitaka.

nyuma yangu ni bahari na majira, kama unavyoona sasa hivi ni usiku, lakini wakati tunakuhabarisha ilikuwa ni mchana. Mtoko wetu na Msasa Media umekamilika. Tumekuwa na wakati mzuri, tumekutana na watu wote ambao walikuwa wameshiriki wame challenge ile na wakashinda. Jamani, mimi nakuhamasisha, wakati mwingine tutakapotangaza challenge hii, basi wewe wakwanza kushiriki, ili wakati mwingine uweze kutoka na Msasa Media. Mimi ni Esther Madege na huu ndio ilikuwa mtoko wetu kama unavyoniona. Yes.